Wapenzi wa mtizamaji wa chaneli yangu ya Amoni TV, wengi wenu kama mnavyonifahamu kwamba mimi maisha niliyokuwa naishi pale mwanzo yalikuwa ni maisha fulani ambayo si mazuri, kwa ujumla ni maisha ya hovyo, ambayo hata nilikuwa sio kivutio hata kwa jamii yeah. Lakini si mimi tu, pia hata baadhi ya watu ambao mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ameweza kuwasaidia kutoka maeneo mbalimbali au maeneo tofauti tofauti wameweza kusaidika kwa Injili yake na kwa maelekezo yake na kwa fufanuzi zake, lakini leo hii niko na binti mmoja Amen, ambaye ametoka mazingira ya ya mbali kidogo tofauti na hapa mjini au mkoani Mbeya. Huyu ametoka mkoa wa Songwe sehemu moja inaitwa Mlo Ndio. Sasa amekuja hapa kwa mbarikiwa Mwakipesile, sijajua kilichomfanya akaja kwenye mazingira haya na kilichomvutia hasa Amen, nataka unaetutazama unaetusikiliza popote ulipo yeah. Unajua kazi aliweza kuifanya bak Mwakipesile kwa sehemu, nataka alifafanulie kwa dakika chache. Karibu mtumishi wa Mungu, umetoka mloo umekuja hapa yeah. Ni nini kilichokuleta hasa na zipi, no. faida ni faida zipi yeah. ulizozipata kwenye ile kanisa? Ziko faida nyingi ambazo nimezipata lakini kutokana na muda nitaongea chache. Nikaacha makanisa yote, kilichonikuta nikaja Mbeya Ha, ni kwa sababu ya mafundisho ya pasta. Eh, ni, ni, ni, ni mtu ambaye anataka mimi hapa nikisema nimeokoka, yeah. niishi kama mtu niliyeokoka yeah. Eh, sio kwamba nilikotokea huko nilikuwa sisali, nilikuwa na na nasali vizuri kabisa yeah. Ni mshirika mzuri kabisa yeah. Lakini unakuja kukuta uh, bado uzinzi nilikuwa nao pale pale, hasira zilikuwa pale pale, mambo machafu mengi nilikuwa nayo yeah. Lakini pale ambapo nikuja kuona uh, ibada za pasta yeah. nikaamua Yeah. Kabisa kusema na mimi natamani kufanya nilivyofanya yeah. niko iko badiliko mimi leo hii yeah. yeah. uh, sioni haya yeah. yeah. asubuhi na mapema yeah. saa sa na wai saa kumi kamili. Eh, nimeamka saa kumi oh. najiandaa saa kumi na moja napanda gari yeah. saa moja nimefika kanisani ha. sioni haya ni kwa sababu gani? yeah. ya faida nilizozipata. yeah. leo hii mimi uh, yeah. mwili wangu kutulia Eh, sifiki. Yaani kichwani mwangu si tesu na vijana mahala popote, na confidence kutembea mahali popote Saab. Yani sioni haya mahali popote Saab. Sioni haya kwa sababu sina baya lolote ambalo nasema, jana nilikuwa kuzini pale e, au kuna kijana nilikuwa nimeongeza naye e. Yani hicho kitu sina, ni kwa sababu gani? Ya mafundisho ya pasta Okay. Makanisa mengine ni kweli watu wanasali, ila ni makanisa ambayo unakuja ukuta mtu anasumbuliwa na uzinzi kichwani na tamaa, lakini bado akienda kanisani anaenda kutabiliwa wachumba. Mimi hapa nilipofika, hapa sijaitabiliwa mchumba, hapa sijaitabiliwa kwamba hapa hapa hamuolewi, kwa maana hiyo wale naolewa, anaolewa miezi kadhaa, miezi kadhaa, umesahau mtumishi? Kulikuwa na harusi ya mtumishi jana na mtumishi tu wanaolewa na, na, na kuoana, lakini hapa pasta haangaiki na kwamba mimi Esta niliyekuwa nimechafuka sana nihangaikie swala la kuolewa. Maana mimi wengi wanasema hata kwenye kiku zangu nasema, mi naangaika na zaburi ya hamsini na moja moja nasema, hey, Mungu ni rehemu sawa sawa na wingi wa fadhili zako, okay, uyafute makosa yangu, mimi nimeharibu sana sina yani sina haki ya leo yeti kusema nimefika kikosi kazi, nianze kuhangaika, Mungu nipe mchumba yani nimwambie. Ambaye nasema wapo watu kadha wa kadha wanaopata changamoto, mzee wangu anapitia changamoto usiku na mchana, hapo bora nika- nikatumia huo muda kuombea mambo kadha wa kadha yanayoendelea. Leo hii tunaabudu sisi hapa, lakini unakuta mchungaji Gwajima kanisa limefungwa. Bora nihangaike niangaike na hivyo vitu, eti sioni nikaanze kuhangaika eti Mungu nipe mchumba? Hapana, mimi ni zaidi ya ya hivyo vyo. Safi. iwe mchumba iwe nini, simhamasishi kwamba binti mm. kijana usiolewe, a a uliye haribu kama mimi, angaika kutengeneza, kwa ndo kitu ambacho kinanivutia mm. zaidi, eh mafundisho ya pasta, alafu sio mafundisho asiyoaishi ni mapu, ma, ma, ma, mafundisho ambayo baba na aishi mm. mama vitu anavyokuwa anatufundisha ana anavishi, mzee anavyokuwa anafundisha anavishi, sio mwingine kula anakwambia usiwe mzinzi, lakini ukuta tena pasta Ndo anasikika na sikia ndo chafu. Okay. kama kwa ujumla wake umetoa, yeah, fafanuzi ambazo zimejaa, mimi naamini kwa mtu mwenye kusikia mwenye kuelewa anaelewa. Kwa nini? kwa sababu Deo, sababu kubwa aliyoisema, yako makanisa lakini bado yanakuwa na uwezo wa kumtoa mtu kwenye mateso, aidha kwenye hey, tamaa, kwenye vilindi vya, vya tamaa ya ndani kabisa. Amen. kwa hiyo kwa maana hiyo kwa mabinti wengine na kwa vijana wengine wenye Able. tabia kama zako walioko wa, wa, wa na tabia kama e, zako hizo wa unawasaidiaje popote walipo mm. ili wanapokutazama mm wapate nao kupata kama ulichokipata kwa baraka ya Mwakipesile. Amen. Mimi, leo, mimi binafsi kwanza nimshukuru Mungu sana kwa leo, maisha ya shujaa mpambanaji sifa Bonventure Bujuni Mara, popote sioni haya kusema mm. ni kwa maumivu makali mm. yaani, hata hapa kanisani walikuwa wanasema nakuta ni mm. utaki hata kusikia mm. yani, rafiki, si ungejifichia wapi? Iwe kama ni uongo, lakini ndio mm. kitu kilichotokea. Mimi binafsi pastor alifundisha, lakini mfano uh, wangu sana ambaye nilikuwa namwangalizia kwa mbali ilikuwa ni uh, Sifa mpambanaji Bujuni. Hey, sifa mpambanaji bonivecha bujuni, nilikuwa naona ule uh, namna baba alikuwa anaongea mm. Yani, anachokiongea ndio anachokiishi mimi mm, binafsi, kijana yoyote binti yoyote, kitu ambacho naweza nikakushauri ni kwamba uh, ukishaamua kuokoka hebu okoka eh, ukiamua kuokoka okoka utaniambia kwani unayesema sema umeokoka umeokoka. Mimi natafuta kuokoka, ila najaribu kwa kipande kidogo nilichoweza, yaani ujasiri, mtoto wako usimama hapa ninapoongea. Naamini uwezo ukasimama mtu uliyotoka kuzini jana, hiyo wako wanaosimama walitoka jana kuzini wakasimama atakwambia chochote lakini, mimi ninachokuambia, ninachokuambia ni kitu ninachokiishi tu, kwamba e, walisia wa maisha yangu, kwamba binti ukishaamua kuokoka, hebu mm. ishi maisha kama mtu uliyeokoka, e, kabisa mm. yani, ukiamua kuokoka binti, okoka, kijana okoka, okoka. Usikubali kwa kanisani kijana, binti wewe ni mzinzi mm. mimi niliishi huko lakini bado nilikuwa na, mm. na na na ma, kuishi bila mahusiano mimi kwangu ilikuwa haiwezekani, ila saa hizi naishi bila mahusiano na inawezekana, mwili wangu umetulia. Kwa hiyo tu nikwambie, uh, Mungu ndio kila kitu Sopi. amua kufanya Sopi. Sopi. Sopi. Uh, utaniambia kwamba dada, inawezekanaje? Mimi nakwambia mafundisho sahihi atakutoa kwa sababu njia wengi tunaenda kanisani unakuja kukuta makanisani huko huko mm. ndio kunako kuchochea sana mm. binti kijana, mda tu unafikiri, yani wewe kwanzia asubuhi leo nimefika kanisani saa moja mm. nimeacha usingizi nije hapa kanisani, nianze kufikiria tu kanisani. Wao wanafanya tu yeah. kazi yani, kinachokuwa kinasema pokea mm. mchumba. Unataka Mungu akufanyie nini? Mungu anipe mchumba. Yani huna kingine kwao. Ukishaamua kuokoka yeah. kubadilika mm. badilika. Hicho ndio kitu ambacho binafsi kinanisaidia. Basi tufike tu mbali sana wapenzi watazamaji, nadhani maelezo hayo kwa mtu mwenye fikra za kweli Amen. na mwenye kusudio la kubadilika, wokovu wa kweli upo, najua yeah. palipo na original iko feki Amen. Kwa hiyo kama ameweza kusaidiwa kwa kipande hicho, anachokisema ni kipande ambacho kinatesa vijana wengi Amen. kinatesa mabinti wengi Amen. kuna mabinti wengi wanasema, mimi siwezi nikalala leo bila kuwa na mwanaume. Lakini mimi naamini inawezekana kuwa hivyo ulivyo, kwa sababu wewe kuumbwa na mwanaume wewe uliumbwa na Mungu. Kwa hiyo inawezekana kuishi bila mpenzi, inawezekana kuishi bila tamaa Dio. kwa kufuata maelekezo ya ibada na kutunza ibada za kikosikazi cha Injili. Kwa hiyo tutakutana wakati mwingine tena kwa mazungumzo zaidi. Karibu kwa kumalizia, mimi binafsi kitu ambacho nakitamani sana nilvani, kama vile ambavyo uh, shujaa mpambanaji ndio jitihada yake yote kupambana kwake kote Lio, alikuwa anatamana angetengeneza ange, ange, binti ambaye atakuwa smart kichwani ambaye atamwelekea Mungu Sa, kama yeye yeah, alivyomwelekea Mungu mpaka naondoka amekuwa ni wa Bwana milele. Mimi nafsi siwezi kusema mi ni wa Bwana milele, kwa sababu mi nishazilizili kwao. Mimi mi siwezi nikasema ni wa Bwana milele wa Bwana milele alikuwa alikuwa yeah. Bwana milele Bwana anaweza kufanya jambo ah, eh, mm. miongoni mwa kitu ambacho natamani mm. kwamba Mungu hata mimi naomba nisaidie, yeah. kwa maisha yangu kwa kipande mm. iweko mtu ndo nacho hangaika nacho, nacho. Mm. yani hii ya kuendelea kubishana mm. bishana huku yeah, ah, maisha yangu ajieleze ndo kitu ambacho nachopambana nacho, nacho. Sao, Mungu awabariki amen, amen. amen.